Aa, karibu katika chaneli yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa. Jina langu ni Feaboy. Katika video ya leo utakwenda kuangalia waombaji kwa nafasi ya msimamizi na msimamizi msaidizi wa kituo cha kupiga kura walioitwa kwenye usaili tarehe kumi na nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano saa moja asubuhi shule ya sekondari Segala. Hii hapa ni Chamwino Segala, majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii au katika PDF hii. Sasa PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, linki ipo katika description ya video hii. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu letu ili uweze kupata PDF hii na uweze kuangalia jina lako kama umeitwa katika usaili na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata majina yao na waweze kujua siku, tarehe na mahali ambapo usaili utaweza kufanyika. Unapoenda kwenye usaili, hakikisha unakuwa na kitambulisho chako cha mpiga kura au kitambulisho cha taifa au leseni ya udereva, lakini pia uwe na barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Kwa hiyo hakikisha una kitu kimoja kati ya hivyo ambavyo nimeweza kuvitaja hapo. Asanteni uh, na tukutane tena katika video nyingine inayofuata.